ni kwamba watu wafanikiwe nal watoe sadaka sehemu zinazofanyaje zinazotakiwa kutolewa. Waislamu wanafanya hivyo eh, wanafanya na wanaamini, faama lyatima fala taqhar wa amma saila fala tanar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Wanatoa eh, mpaka rais anatoa, waziri mkuu anatoa sadaka, anajua na inaitwa kabisa Idi ya kuchinja, wanatoa. Mbona wasemi ushirikina? mbona wasemi wasemi ushirikina kwamba wanatoa kafara Mbona wasemi wanatoa wapi? Kwa sababu wameandika, wameangalia kitabu chao kinawaruhusu kutoa sadaka, na ni sadaka ipi? wanakwambia Ibrahimu alifanyaje? Alichini, wanamuazimisha Ibrahimu. Swali linakuja, sisi Wakristo tuna Ibrahimu? Tunaye. kwa nini atutoe? Oh, Yesu alijitoa. Alijitoa kwa sababu hii, kwa papasi ipi? kwa sababu ya dhambi. Sasa mbona atutoe? ni maneno magumu haya. Mwako wakuna kutumia ujati ya ujati ya ujati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 kwamba IPM kasema tu tunalindwa na malaika. Neno langu haliwezi kuwa sheria. Lakini neno langu linaweza likawa la kweli kwa sababu mimi natoa kwenye maandiko. Hakuna kitu ninachokitoa kichwani mwangu mimi. Mimi sifundishi hisia. Nafundisha na kitabu hicho hicho nilicho kikuta. Lakini yako mambo mle ndani ambayo yanaachwa. Sina, mimi nashangaa kwa nini yaachwe? Malaika wanatulinda sisi. Kila unapokwenda malaika wanakulinda. Kila unapokanyaga malaika wanakulinda. Kwa nini sasa ije dhana kwamba damu inanilinda badala ya, ya malaika? Kwa hiyo sipingi, wako maybe wanaweza kufanya hivyo lakini mimi huwa natamani kujizungumzia mimi pekee. Unaposema kumpa mtu wewe, utawatoa hapo malaika. Kumpa mtu, mimi nina kila kitu. Mimi si mtumishi wa Mungu. Mimi naweza nikamwekea mtu mkono akapona. Naweza nikamfariji mtu kwa maneno ya faraja ikawa faraja kwake. Anaweza akawa mtu anataka kujiua, nikaambia, usijiue. Kuna hiki na hiki na hiki, akaacha kufanya maamuzi ya kujiua akaendelea kuishi so watumishi wa Mungu, Mungu ametupa. Unaposikia mtumishi wa Mungu, maana yake Mungu anakuwa ameweka kitu ndani yake. Yani mimi sina utofauti na wewe kwa chochote, yani sifa zote ulizonazo wewe na mimi nazo, na nilizo nazo mimi na wewe unazo, lakini kuna kitu mimi Mungu amefanyaje, amezidisha. Yani kuna ndio maana mtumishi wa Mungu huwezi kusema natumia ujanja ujanja. Ah, sasa mimi kanisani kwangu nina maafisa sawa, kanisani kwangu nina wanajeshi, nina makomando wa Jeshi la Wananchi wa Tanzania, kanisani kwangu nina maprofesa kanisani kwangu na madaktari. Mimi siwezi kuasiri akili wale wote ili waje pale kanisani kwangu waelewe, inabidi akili ya, ya Mungu ifanyaje iwe, yani eh, life life. Iwe atakii kuongea vitu vya kawaida, vitu ambavyo, si vya na hilo ni la b Eh, kwa hiyo mtu atapataje malaika? Father, I pray in Jesus name, aondoke na malaika mtu huyo. Ala, vizuri, kwa sababu ni kitu ambacho kimekataliwa, ni kitu ambacho kimepingwa. Mwingine eh, kuna kuna mtu yuko Mwanza aliniambia, prophet, nimekufuatilia miaka minne napanda ndege na kuja. Sasa unaelewa vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ni kitu kipya, mtu anafikia malaika, kwa sababu damu ya Yesu inatulinda kwa ni malaika. Okay, hivi vitu kama hivyo sasa tukija katika swala la pili la huyo msomi mwanathiolojia mwana mimi ni mshukuru, kwa hiyo ofa alionipa, lakini moja ya vitu ambavyo nimevikwepa na sivifanyi ni repetition, competition. Okay. E, katika namna yoyote yani, huo ni moja ya wito wangu, usisahau wako watu wengi sana ambao wametamani kufanya midahalo na mimi. Imani sio midahalo, kaka. Wewe uliye Muislamu usijione mjanja wa kuzaliwa Muislamu, umejikuta tu upo ndani ya familia ya Kiislamu na wewe uliyeko Mkristo usijione mjanja kuwa Mkristo, umejikuta ndani ya familia ya Kikristo. Kwa hiyo usimwone mwenzio adui, usimwone mwenzio hafai. Na msemo wangu asiyefaa wa leo atafaa kesho, unaona vizuri. Hatupo kufanana wala huduma hazifanani, unaona, kwa sababu nitamwita yeye, tutakaa kwenye meza, tutaanza we, hatutafika mwafaka. Unajua, kuna watu ubishi ndio elimu yao. E, leo sasa unawezaje kumshinda mtu kama wewe? Unaona vizuri. Kwa hiyo mimi namshukuru sana, nashukuru kwa wito wake, lakini mimi huwa huwa sifanyi midahalo , lakini nakubali na kuonywa, nakubali kuelezwa, nakubali kushauriwa, na hata akitaka namba yangu naweza ni, nikampa akaja kanisani ni, au ofisini, tukakaa chini akanipa elimu anayotaka kunipa lakini, sio sio kubishana. Mimi siwezi kubishania dini.